Watu wa Kigamboni sisi tunatumia maji yanayoitwa Kiingereza boil water, tunatumia maji ya boil water, haya maji, maji ya mashimo ambayo tunafukua. Haya maji si salama. Kigamboni likuwepo miaka na miaka na DAWASCO imekuwepo miaka na miaka. Kwa nini toka wakati huo mpaka leo, miaka hamsini na tano ya uhuru, hawa watu wa eneo hili hawajawahi kuangaliwa kuhusu swala hilo, na kipindupindu kikija, kinaanza na maeneo ya huku. Tatizo lililokuwepo kwenye swala zima la upatikanaji wa maji eneo la Kigamboni ni uhaba wa vyanzo vya maji ya kuhudumia ukanda huu wa Kigamboni, lakini serikali haikutulia, ikasema lazima tuwahudumie wakazi wa Kigamboni hata kwa kutumia maji ya baharini. Ikaleta wataalam kutoka nje wakaangalia hali halisi ya, ya upatikanaji wa maji Kigamboni, wakapata maji upande wa Kimbiji na Mpera mita mia sita kwenda chini. Serikali ilitenga jumla ya bilioni kumi na nane kwa ajili ya kuchimba visima ishirini. Tunavyozungumza sasa hivi, visima kumi na tano viko tayari, visima vitano vitakamilika kufikia mwezi Machi mwakani. Hivyo ni vyanzo vya uhakika ambavyo vitazalisha maji zaidi yanayopatikana Ruvu Juu na Ruvu Chini. Visima hivi vinalenga kupeleka maji mpaka Temeke pamoja na maeneo baadhi ya Ukonga kule Ilala. Tunahitaji mtandao wa kusambaza maji hayo. Tukishachimba visima, maji yanafikiaje wananchi? Kila mtu anakuwaje na bomba lake nyumbani? Tunahitaji mtandao wa kusambaza maji, kwa maana ya detailed design tayari ziko tayari. Ukiacha mpango mzima wa kwenda mpaka Temeke na Ilala, ni kama shingapi zinatakiwa kwa ajili ya Kigamboni tu? Kwa maana ya Kigamboni kwa kutenganisha Kigamboni itaenda kwenye almost kwenye bilioni mia moja na arobaini na sita na kwenye bajeti tuna bilioni 40 bilioni 44 Katika fedha zile ulizozizungumza za bilioni mia moja na sabini na sita kwa ajili ya maendeleo haya <sighs> Kigamboni oye, akae. Huyu ni kijana mzuri sana na mimi nampenda kwa sababu ni mkweli.